Tunaona hata wakati Yesu anapewa mateso mm -hmm. wale wanawake walianza kulia, kuomboleza, kusikitika. Wakati huo wale wanaume wanasemaje? Auawe ah -ah, asurubiwe na damu yake itakuwa juu yetu mm -hmm. na uzao wetu mm -hmm. wanawake wanalia, Yesu anageuka, anaambia nyie, wanawake <laughs> Jililieni ninyi na nafsi zenu mm. yaani anawatia moyo kwamba msisubiri hao wababa watawaonea huruma. Simama kwa miguu yako, chapa kazi. Usisubiri kuamshwa, usisubiri kupewa nafasi. Umtii mume wako, kwa sababu sisi wanawake kazi kubwa tuliyopewa ni utii. mm -hmm. mm -hmm. Hey, lazima uende kwa unyenyekevu, zungumze na mumeo, nimeitwa, naomba uh, hey, na kibali mm -hmm. hai baba atakupa, na kiruhusu kwa moyo wake wote, utafanya kazi yako, kazi nzuri usu. kwa amani mno, yani wala uwezi kuamini mm -hmm. na inakuwa na mbaraka mno. Unaweza ukaitwa, wanadamu nao wanataka uwatii kama wanavyotaka wao Mm -hmm. na wanaweza wakakuita wakakuketisha, Mama Massawe, mtumishi wa Mungu, ndio, hebu fanya hili lakini, kama ukitaka kufanikiwa, kana roho Mtakatifu, msikilize sana roho Mtakatifu, yeye atakuongoza, atakushauri, atakuelekeza. mm -hmm. Atakulinda pia. mm -hmm. na hata kuna mahali wanadamu watataka ufanye ya kibinadamu, utamtii roho Mtakatifu kwa sababu yeye ndio kiongozi wako, na ukiwa namna hiyo, ushindi ni lazima. Mi nawaomba sana wanawake, tusimame tuifanye kazi ya Mungu, tunaweza. Na kwa wale ambao wamekuwa wakiwakatisha wenzao tamaa, wa usikate tamaa. Unajua hakuna kitu, hata kazi hii ya kwenu sio, mm -hmm. kwamba mkatishwe tamaa. Mnakatishwa tamaa, lakini songa mbele, angalia nani aliyekuita, nani unayemtumikia. Kama unamtumikia Mungu aliye hai, kaa hapo, tulia. Kisikiliza wanadamu au utatumika? mm -hmm. E, songa mbele, angalia nani aliyeniita, nani naye mtumikia na kazi ya Mungu haijaacha kuwa na upinzani tangu mwanzo, ukisoma Mwanzo mpaka Ufunuo. Hata Yesu mwenyewe alipingwa, pamoja na kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo kazi ya Mungu ina upinzani mkubwa sana, na sidhani kama itaacha kuwa na upinzani. Kwa hiyo ni kujitia nguvu kwa Bwana, ni kusonga mbele. Biblia inasema jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Bwana, sio na wanadamu. Kifanya kazi ya Mungu kataka wanadamu wakukubali wakupe kibali, mm -hmm, au utachelewa. Fanya kazi ya Mungu kwa sababu Mungu amekubali.